Kwa jina naitwa Mwalimu Inocensi Christopher Mfuru, ni mjasiriamali lakini ujasiriamali wangu nimefaidika sana na SIDO. SIDO ndo alianza kunipa kunipa mafunzo, kwa sababu nilipata idea hiyo nikaenda SIDO, SIDO kunipa mafunzo, lakini niseme tu asili, asili ya ujasiriamali wangu, huu ujasiriamali ni kwanza unga walishe uu, kama mnavyoona Uundo wa lishe ni uanza mwaka elfu mbili na tisa. Mungu alijalia wa watoto mapacha sasa, watoto mapacha wale mmoja alikuwa ni maziwa ya ng'ombe kabisa, na alikataa kunyonya pia miezi sita. Sasa mpacha mmoja akanywa maziwa ya ng'ombe mwingine akakaa, nikaa nafikiria nimpe nini ili msaidie ku substitute maziwa. Kwa baada ya kutafuta lishe madukani, nikagundua kuna lishe ziko madukani nyingi zina karanga Hile, ina, ina kwa kwa hiyo sakaranga ile nikawa najua kwamba ina kwa sukurukwa nji nika- nikasoma kwenye mitandao nikagundua kwamba nitengeneze nika unga wa lishe ambao nitaweka soya lakini nitaweka ufuta. Kwa hiyo nikatengeneza unga, nikaweka soya, nikaweka ufuta, lakini pia baada ya kusoma kwenye vitu kwenye, kwenye cha nyingi nikagundua pia protini za mtama kwenye nafaka mbalimbali nika na, madini ya chuma, kwa hiyo nikaweka nikaweka ulezi kupata madini ya chuma, lakini pia nikaweka mtama kupata madini ya calcium, lakini nikaweka ngano kupata vitamin B, lakini pia nikaweka hiyo soya kupata hiyo protini, nikaweka na mahindi kupata some vitamin. Kwa hiyo nikatengeneza unga wa lishe. Sasa unga wa lishe nilipotengeneza ile elfu mbili na tisa, kwa kweli watoto wangu walikuwa vizuri lakini baadaye walimu wakawa na niomba tengenezee, ndugu zangu tutengenezee, kwaani kana watengenezea. Sasa nikaja ile wazo, kwa nini nisi nisitengeneze, kwa sababu nimeona kuna uhitaji, kwa sababu unga wengi uko madukani uko na kuna karanga kwao. Nikaanza kutengeneza kidogo kidogo, lakini wakati tumeza kidogo kidogo, nilikuwa nikawa kwenye pakiti ya pakiti ya kawaida ambayo si ya namna hii, lakini ndokaenda simu nikakutana na dada anaitwa Melina Milina. Milina kanielekeza sana namna ku akaniambia lazima ni brand unga nitakitafute jina la la, la biashara yangu, niende Brela au nikatafuta jina la biashara na jina la biashara linaitwa Inorich Enterprises, lakini trademark nikatengeneza ni kwa kiaisha kwa. Nikaanza kuuza unga ile elfu mbili na kumi na nane elfu mbili na kumi na nane hiyo nilikuwa nikipeleka unga dukani nianza kuuza kilo tano kwa siku, yani kilo tano. Nilianza kwa duka moja la jumla, lakini nilikuwa nasaga kilo 20 zilizokata mwezi Me nishukuru sana Mungu kwamba nimeweza kufika palikofika. Kwa kweli nimekuwa mdogo mdogo. Kupitia mafunzo ya Sido nimejifunza mengi sana, nimekuwa hivyo, na nishukuru sana serikali kwa namna ya pekee kwamba wametuwezesha kupata mafunzo, kwa sababu mafunzo mara nyingi yalitolewa na Sido, tunaitwa tunaenda kupata mafunzo. Kwa hiyo mafunzo yamenimarisha zaidi, nikaendelea kutengeneza unga, lakini pia kutokana na unga unga huu una ufuta kwa hiyo nimetengeneza unga mwingine nimeweka mbegu za mabua na flavor nyingine ya vanilla kama mabua kwa. Kwa hiyo niseme nishukuru sana, nimshukuru sana Mungu lakini pia ni nishukuru sana serikali kama nilivyosema lakini pia nishukuru familia yangu. Nimekuwa ki support sana, na pia na, na pia ningesema nashukuru sana Mungu kwa sababu nilikuwa naona kwamba kuna uhitaji wa kazi kwa vijana. Kama mimi mwalimu, ninapoona nimewafuta mazao kidato cha nne hawana kazi. Kwa hiyo nikamwambia Mungu nipatie kazi ambayo pia nitajiri vijana ambao nao watasaidia familia zao. Kwa hiyo nimshukuru Mungu kwa hapa kwenye kazi hii sasa hivi na wasichana watatu lakini pia nina wavulana watatu. Kwa hiyo nimshukuru Mungu kwamba nimeweza kuweka kuwasaidia vijana na wenyewe wanasaidia familia zao. Kwa hiyo namuomba sana Mungu aendelee kunisaidia ili kiwanda hiki kikue. Hawa vijana leo nao waongezeke naweza kupata ajira, kwa sababu sasa hivi tuna tatizo kubwa sana la ajira vijana. Kwa hiyo kupitia biashara hii nimeweza kutengeneza ajira kwa vijana, lakini pia nimeweza kuboresha afya, kwa sababu unga huu umesaidia watu wengi, na kuna baadhi ya shule na, na supply unga huu walishe. Kuna shule kama tano hivi, na supply unga walishe, na zile shule kwa kweli wale wakuu wa shule na walimu wanafurahia sana. Ni kwamba SIDO kwa kweli wamenisaidia mambo mengi sana, walikuja wakanitembelea na waliponitembelea wakanipa maelekezo nikaenda TBS. TBS nao wamekuja nyumbani wametembea. Kwa hiyo kwa sasa hivi nategemea tu next week TBS watarudi tena watachukua sample, ili niweze kupata alama ya ubora, na lengo la la hii enterprise, tunatamani ifike mahali tuuze bidhaa nje ya nchi. Kwa hiyo kupitia SIDO tumeweza kuinuka. Na hata tunaamini kwamba hiyo nembo ya ubora wa TBS tutaipata. Bidhaa zangu zinapatikana maduka ya Kibaha, maduka mengi ya Kibaha, bidhaa zipo, lakini kwa watu wa Dar es Salaam zinapatikana Maisha supamaketi na ituzedi supermarket. Lakini pia watu wa Mbezi watapata Mbezi pale sokoni zipo, na hata Kimara zipo, na pia Segerea, Segerea nimeweza kufika na Gongo la Mboto ndo sijafika, lakini nategemea nitafika. Eh, namba zangu za simu ni 0712 34 0028, na ziko kwenye pakti yangu hii, kuna namba za simu hapa, kwa hiyo watu wanaweza wakanipata.